Nawapenda sana lakini pia niliwamisi sana. Uh, awali ya yote nimshukuru mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, ametujalia nafasi na kibali, tumekuwa pamoja. Nimshukuru Mungu kwa sababu sisi sote ni watumishi, sio kwamba tu mimi nilihudumu, lakini mara nyingi zaidi niliona mkinihudumia pia kama mtumishi wenu. Uh, mara nyingi mmekuwa mkinigusa kila mlipokuwa mnasikia kitu ambacho kinanisibu. Niliona mkono wenu ukinigusa kwa mmoja mmoja kama kanisa. Kiukweli sina budi kuambia asanteni sana, kwa sababu huduma yenu naipenda na ninatamani sana kuendelea kuwa pamoja na ninyi katika maisha ya huduma lakini mfumo wa maisha uko chini ya uangalizi wa Mungu mwenyewe, na mfumo wa maisha ya utumishi haupo kwa ajili ya umiliki. Mfumo wa maisha ya utumishi kwamba kila mtu anaweza akatumika, ila tu isipokuwa tumika vizuri kwenye nafasi yako. Lakini bahati nzuri, Kristo hakuleta ubinafsi kwenye kazi ya Mungu, kwamba basi yeye, kanisa litakuwa hai atakapokuwepo yeye tu. Kristo alileta matunda na aliwaimarisha sana watu, hata atakapoondoka yeye watu waendelee kuwa hai na waendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ninaamini leo hii mimi ninasema maneno haya, si ya furaha hii, ila inanibidi, kwa sababu kuna wakati mwingine kubeba nadhiri ambayo huitekelezi ni dhambi, moyo unakuwa unauma na unakuwa unasononeka kwa sababu ya kila ambacho unatakiwa ukakifanye kwa watu, lakini kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinakukaba. Sasa unavyokabwa na baadhi ya mambo, kuna watu walitakiwa wapate huduma yako. Sasa ili kufungua baraka za Mwenyezi Mungu na kufungua fursa kwamba tuna uwezo wa kutumika, lakini tukifurahia huduma, ni vizuri nitumike kwa mazingira ambayo pia mimi mwenyewe nakuwa na amani. Simaanishi sikuwa na amani hapa, lakini kulingana na majukumu, mazingira aidha ya kifamilia au ya kwangu mimi mwenyewe binafsi, ina nilazimu nibadilishe mfumo wa kutumika, ina nilazimu nibadilishe kidogo mazingira. Sasa ninawapenda sana Elia Yeyi kwa sababu toka 2017 nadhani mtumishi wangu mpaka 2025 kuna takribani miaka tisa hivi tumeishi vema. Nilikuja bachelor, mkaniozesha, si ndio hivyo? Na mkaleta pilau kwenye harusi yangu tukala, tukaruka na CD ipo. Kwa hiyo kama siku moja ukiimisi ipo. <laughs> Lakini pamoja na hayo nilipitia mapito mengine mengi sana ya maumivu. Sikuumia peke yangu. Niliona machozi yenu katika mapito yangu pia, niliona vile mkiambatana na mimi kwenye machozi, mlilia nilipolia, mlifurahi nilipofurahi. Lakini pamoja na hayo, nilimwomba mtumishi wa Mungu kwamba Eliaei, siwatendei haki, siwajibiki kwa wakati na nimepewa majukumu mazito kama kuhani wa kusanyiko. Maana yake kasisi anatakiwa kupata taarifa kwangu. Lakini mara nyingi kutokana na mazingira yangu, mimi ndio nilikuwa napata taarifa kwa boss tena. Sasa kiutendaji ni utovu wa nidhamu, yani kiuongozi. Hata kama wasipokuambia wewe ni mtovu wa nidhamu, lakini in short mpaka hapo ni utovu. Sasa imefika kipindi tumekaa kama watumishi, nikawaomba. Naombeni, jamani Hebu hii dhambi isizidi kuwa kubwa, mnaonaje? Mimi nitubu na mnibadilishie mazingira kidogo. Watumishi waliona sababu zangu ni za msingi. Natumai hata ninyi mtaridhia na mtanibariki pia, na mtaniombea nikatumike vizuri pia. Utumishi ni kazi nzito na utumishi ni kazi kubwa, kwa akili zetu ni ngumu tena, pengine tunawaongoza watu ambao wameendelea kiufahamu na fikra zao ziko mbali na watu wenye imaya zao pia, lakini kwa hekima na moyo wa upendo kwenu mnapofika ibadani, mnatulia na kujifanya hamjui, ila mnajua. Lakini kwa hofu ya Mungu mnataka kujua zaidi juu ya habari za Mwenyezi Mungu. Mimi niseme ninawapenda sana. Leo hii mimi ninawaaga, na nitakuwa sasa kuhani wa micheze, lakini nitabaki kuwa mtumishi wa kimetume Elia ni nyumbani ninapohama, eliaei maana yake ninyi mmekuza sasa. Kama mmekuza, maana yake kijana anatakiwa akatafute pakustiri pia, si ndio hivyo? Kwa hiyo mmezaa. Kwa hiyo mnapozaa, maana yake na mimi natakiwa nika kile nilichokivuna kwenu nikakiendeleze sehemu nyingine kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tusimame imara, tuwape ushirikiano watumishi wa Mungu. Kasisi ana kazi nzito hususa wa kusanyiko, ana majukumu mengi sana. Tusiache kumshika mkono mtumishi wa Mungu, tusiache kumshauri kwenye mambo ya kiutawala, sababu anapozalilika mtumishi, tumezalilika sisi, na tunapozalilika sisi, amezalilika kasisi. Kwani vizuri kama sifa nzuri ziwe za kwetu wote, kama tunakuwa tumeteleza, tunakuwa tumeteleza wote. Jambo la mwisho Nilitamani kuja na mama yangu mzazi kwa sababu niko naye nyumbani na nilitamani kuja na mwanangu ili muone kwa sababu mlimhudumia sana. Huo ndio ukweli ambao uko wazi. Mlimhudumia mno lakini wachache ambao wamepata kibali wamefika ila ilitakiwa aje wasalimie. Niwaahidi nitamleta nije nimwambie kwamba unawaona hawa wanakupenda hata kabla we hujawaona. Wao walikuona katika ulimwengu wa roho. Hivyo walikutunza na kukusapoti. Kwa hiyo mazingira fulani yameingiliana, wameshindwa kufika, lakini tutatenga muda, tutakuja kusali hapa na mama yangu na mwanangu pia, ili tuweze kufurahi kwa pamoja, kwa sababu kazi ya Mungu inatakiwa iendelee. Mimi niseme utumishi unaendelea, na utumishi bado upo, na wewe pia ni mtumishi. Tumika kwa nafasi yako vizuri, pambana kadri ya uwezavyo Unaposhindwa hata Mungu anajua kwamba una udhaifu. Lengo kuendelea kuijenga jamii na kuitumikia jamii zaidi, wala sio kujitafutia umaarufu, ila tunajaribu kutengeneza ile wito ambao tuko nao kwenye moyo, basi tujaribu kuhudumia zaidi ya ndani, kwa sababu mara nyingi tunakosa muda mwingi wa kuhudumu. Sisi kama watumishi, mnafahamu vile ambavyo hata vipato vyetu havisapoti, japo sheria ya utumishi unataka utumike masaa 24 siku zote, lakini mazingira yetu hayaruhusu. Hivyo ukipenda, karibu kwenye kachaneli ketu kanaitwa The Gold Voice kako YouTube. Baadhi nawashukuru wameshajiunga na wamekuwa washauri wazuri sana ninapokosea, wanasema baba wana mtumisha hapa ni pazuri, lakini hapo ukiboresha itakuwa vizuri. Nawapenda sana kwa sababu anayekukosoa anakupenda. Lakini mfurahie sana mtu anayeaona makosa yako na kukwambia, huyo anataka ufanye vizuri zaidi. Hivyo ni wakaribishe ujifunze mambo mbalimbali, kwa sababu ndoa ndiyo chanzo cha watumishi wazuri, ndoa ndio chanzo cha majambazi, ndoa ndio chanzo cha wakatili, ndoa ndiyo chanzo cha kila kitu. Kwa sababu hiyo, tukiwa na ndoa salama, tuna waumini salama, kwa sababu huwezi ukaongoza waumini waliovurugwa na ndoa. Ukimwambia tutoe sadaka, anakuja kwenye ushirika, kavurugwa na ndoa. Ukisema sasa ni wakati wa ushirika, anasema sala, bwana, kavurugwa na nini? lakini ili maisha yao ya furaha na amani tunataka kuwa na ndoa salama, kwa sababu mwanzilishi wa mahusiano ni Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwamba si vema Adamu aweze kubaki peke yake na upweke wema singi yote, nawasii na inawashauri wenye sifa ya kuoa na kuolewa, hebu fanyeni utaratibu, tule pilau, maisha yaendelee bila kujisahau mwenyewe. Mwaka huu tunakula pilau pia. Unajua, mwaka huu pia tunakula Nadhani, baada ya pilau la blaza pale, japo ana sita sita, lakini baada ya pilau la blaza ninafuata pilau la mtumishi. Kwa hiyo blaza, asante sana kwa kutangulia kula pilau, lakini nitaomba kazi pia mimi, MC eh, tutaonana basi e, jaribu kupeana mkate huko kameraman, nadhani unamuona eh, chini ya udhamini wa Ashers Media.